Dodoma. Mbunge wa jimbo la Mchinga mkoani Lindi, Salma Kikwete ameshauri serikali kutafuta mbadala wa vinywaji vya kuongeza nguvu, badala ya kuonekana vinywaji hivyo vinatumika kwa vijana wengi nchini vikiharibu vijana hao ambao ni nguvu kazi ya Taifa. Salma amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akichangia mjadala kuhusu hali ya uchumi wa Taifa kwa mwaka 2024 na mpango wa maendeleo wa Taifa kwa mwaka 2025/2026 na bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 25, 26. Kwenye afya tumepunguza tumepunguza, tumepunguza, mm, tozo kuhusu vileo ili kuleta ushindani. Kuna kitu kinaitwa energy. Energy ni shida, energy ni tatizo, energy inauzwa madukani na, na wanaokunywa ni watoto wadogo. Wanakunywa energy kwa malengo yapi? Kama wanaweza sasa hivi umri wa miaka kumi na tatu kubusti ile nguvu wakifika umri wa miaka 28 watakuwa katika hali gani? Eneji jamani, eneji zinaharibu hawa watoto. Tutengeneze kitu mbadala, tuweke mikakati ya kupunguza haya maeneji. Ni hatari, watoto wanaangamia. Tunategemea vijana ndio, vijana ndio wanaotutegemea sisi baada ya kuondoka, vinginevyo ni hatari. Baada ya kusema hayo Ninaunga mkono hoja kwa asilimia mia moja. Nawatakia wabunge wenzangu kila la heri, naamini wote tutashinda. Ninawashukuru sana wapiga kura wangu, ninawashukuru sana mkoa wangu wa Lindi, ninawashukuru wote, naamini wote tutarudi. Nawashukuru sana wanamchinga kwa ushirikiano mkubwa walionipa katika kipindi cha miaka mitano. Nawashukuru nia viongozi wote, wabunge, watumishi na wasiokuwa watumishi, kwa ushirikiano mkubwa. Kubwa mlionipa Mungu awabariki, inshallah tutarudi tena bunge lijalo. Sina mashaka hata kidogo, tutarudi wote humu bunge lijalo kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanyika. Asante sana mwenyekiti kwa kunipa muda huu, na Mwenyezi Mungu atakurudisha. Asante. Amina.